Nimesoma Arusha, nimesoma sheria, nimetoka hapa Dar es Salaam nikiwa na shilingi elfu hamsini kwani kwangu. Hiyo elfu hamsini ndio sehemu ya kula, sehemu ya kufikia, pa kulala, mpaka usaili ufanyike na makolokolo. Sina kitu chochote hapo. Kwa hiyo nimetoka zangu hapa nimefika Arusha. Ile elfu hamsini by the time tulikuwa tunalipia shilingi elfu tatu kama na mia mbili nauli. Kwa nimetoka da nimefika Arusha, nimeshatumia ile elfu tatu. Ebe kama elfu kumi hapa. Uzuri nimefika usiku, mlinzi kanipokea. Akasema sasa kwa nini nachelewa? Kanipeleka hostel. Akasema sasa kwa sababu wewe ni usiku, hauna sehemu ya kulala, hauna pa kufikia, hauna registration yoyote. Ngoti kupeleke kwa raisi wa hii hostel. Huyo raisi utalala kwake, alafu asubuhi ndo utakuja kujua. Sasa nimefika kule hostel, raisi toka da, unajua mkikutana watoto wa da Arusha kuna ile, oh, mwanangu umetoka da e, nimetoka da, kuna umetoka usiku ah, lile gali kwanza, magari yote anayajua lile gali wanazingua, mi nawajua wale. Lile gali, ah wale jau upande gari hili anataja magari ambayo nauli zake ndio hela yangu yote iliyokuwa nayo elfu hamsini ungepanda ile gari hili tungefika mapema sasa sikia mwanangu amna noma wewe utalala hapa hapa utawala wewe tulie amna noma wala nini kwao nimefika akanipokea nikakaa kesho yake asubuhi nilikuwa na pressure sijui utaratibu asubuhi akanambia sikia kwa sababu umefika hapa we chill utaratibu wa kufanya registration na nini ni mrefu uh, mwaka kwanza ni wengi kwao wewe relax lila, lila. mpaka pale nitakapokuambia mimi This is the right time kwenda kufanya hayo mambo, takufanyia kila kitu, we relax. Kwao nika chill, kuchill pale ajui tu ni kwamba sina hata hela ya usajili, sina kila chochote. Kwa hiyo nikaanza kutulia, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikasema Mungu ni mwema. So baada ya hayo yote, mwisho wa siku akaongea su na nani n anamjua dini dini of students, wakapiga simu, akamleta nini, akanambia mi ni mdogo wake. Kwa hiyo nimetambulishwa kama mdogo wa rais. Nikafika pale nikasajiliwa, mambo yakaenda. Ikafika nikaanza kuingia darasani, nikasoma. Bwana asifiwe.